Shalom, shalom, shalom. Je, umewahi ota na maua? Unaona maua yakiwa yamechanua vizuri, yanapendeza, yanavutia. Sasa inamaanisha nini? Kama umewahi kuwa na ndoto hii, basi ni ndoto ambayo inakuashiria kwamba utakuwa na mwanzo mpya maishani, na pia utaenda kubarikiwa. Kama umeota ndoto hiyo mwanzoni mwa mwaka I mean, mwisho wa mwaka na mwanzoni mwa mwaka, basi inakuashiria kabisa utapata mwanzo mpya, unaenda kubarikiwa na pia inasimamia, inakuonyesha kwamba Mungu anaenda kuboresha maisha yako, utakuwa na kibali, utakuwa na urejesho na pia utakuwa na amani a, maishani. Jambo lingine ni kwamba utakuwa na uponyaji. Kama ulikuwa ni mgonjwa, inakuhakikishia uponyaji kutakuwa na utakuwa katika kipindi cha upendo na hata heshima utaheshimika kabisa. Alafu pia ni ndoto ambayo inaonyesha ukomavu maishani, unaenda kukomaa. Kuna ukomavu, labda ukomavu katika eneo la kifedha, uchumi wako, ukomavu katika huduma, ukomavu, yaani, yani, kuna growth ambayo unaenda kupata maishani. Pia inamaanisha kwamba Mungu anakuleta katika nafasi ambayo Ah, mambo yatakuwa sawa. Kuna mambo yatakuwa sawa, vitu vitachanuka katika maisha yako ule ukavu ule ule ukavu hautakuwepo, uta, uta, utaondoka. Alafu pia inakuzungumzia ina, ina ya kwamba hali kipindi chaku, kipindi cha kuhisi kwamba umevunjika uh, moyo inaisha, maana Mungu anaenda kuleta imizo na anaenda kui, kuinua maisha yako. Unapoona ua uh, lile li, li, li, liko fresh limechanua vizuri, inaashiria ya kwamba kuna nafasi mpya Mungu atakupa maishani, opportunities yaja mpya maishani. Inaweza ikawa ni fursa ya, ya kibiashara, fursa maybe opportunity ambao, ama milango inaenda kufunguka ya baraka kwa maisha yako. Sasa hii itaondoa kile tunaita, tunaita roho ya kucheleweshwa, inaenda kuondoa roho ya delay katika maisha yako. Pia elewa hivi maua yanaashiria furaha pamoja na, na I mean, ni joy na celebration. Kwa hiyo unaingia katika majira ambayo kutakuwa na furaha na raha katika maisha yako. Alafu pia jambo lingine unahitaji kuelewa hapa ni kwamba hii inaonyesha kwamba furaha yaja Unapoota na maua yamechanua inakuzungumzia kwamba furaha yaja. Kwa hiyo haijalishi unapitia nini, waenda kufurahia maishani, waenda kuona ukuu wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kile unachopaswa kufanya